Ndugu wanahabari, usiku wa kuamkia leo kulitokea ajali ya magari mawili kugongana uso kwa uso kati ya gari dogo Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili T 385 EHM na lori aina ya Scania lenye namba za usajili T 396 EHR likiwa na tela lenye namba za usajili T 833 ACD na kusababisha vifo vya watu wawili. Ajali hiyo imetokea tarehe 13 mwezi wa 4 2025, majira ya saa saba na nusu za usiku huko Nyatwali Ndabaka, eneo la hifadhi ya Serengeti, wilaya Bunda, mkoa wa Mara, ya Bunda mkoa wa Mara, katika barabara ya Mwanza Msoma, ambapo gari namba T 385 m EHM Toyota Land Cruiser ikitokea Mwanza kwenda Bunda iligongana na roli lenye namba za usajili T 396 H-E-H-R Scania likiwa na tera lenye namba za usajili T 833 ACD na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Mhandisi Boniface Gissima Nyamo-Hanga mwenye umri wa miaka e, 56 Mkuria na mkazi wa Dar es Salaam ambaye ni mkurugenzi wa Tanesco Tanzania pamoja na dereva wake aitwaye Muhajiri Muhamed Haule mwenye umri wa miaka 61 Mngoni, mkazi wa jiji la Dar es Salaam waliokuwa katika gari hilo dogo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari dogo kukwepa, kumkwepa mwendesha baiskeli na kushindwa kulimudu gari lake na hivyo kugongana uso kwa uso na lori alilokuwa anapishana nao dreva wa gari eh dreva wa lori alikimbia na kuelekea kusikojulikana mara baada ya ajali kutokea miili ya marehemu hawa wawili imehifadhiwa katika hospitali teule ya <coughs> bdh wilaya ya bunda jeshi la polisi mkoa wa mara linatoa rai kwa madereva kuzingatia sheria alama na michoro mbalimbali barabarani huku wakichukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara ili kuepusha ajali zitokanazo na uzembe na hatimaye kugharimu maisha ya watu na mali.